Programu na tovuti mbalimbali sasa zinatoa zana za kujitathmini ambapo mtumiaji hujaza dodoso au kufanya majaribio ya kisaikolojia yanayomsaidia kuelewa hali yake ya kihisia na kiakili. Baadhi ya teknolojia hizi pia hutumia akili bandia almaarufu AI kutathmini mwenendo wa mtu kulingana na majibu yake. Mtu anaweza kujiasesi yeye mwenyewe kutokana na hiyo tool. Mwisho wa siku ile tool ina predict, au inafanya prediction Kujua kwamba mtu ana matatizo gani. Je, huyu mtu ana afya ya akili na pasenti gani ambayo anayo hiyo afya ya ya akili? Machine inaenda inafanya calculation ile kuangalia kwamba pasenti gani labda wewe utakuwa na tatizo fulani, maana kwenye afya ya akili kuna vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo itafanya prediction ili kuweza kujua kwamba huyu mtu fulani labda ana shida fulani, ili aweze kwenda kumwona daktari kwa, kwa ajili ya check up zaidi. Hata hivyo madaktari wanasisitiza kuwa zana hizi haziwezi kuchukua nafasi ya wataalamu wa afya ya akili bali zinapaswa kutumika kama nyenzo ya awali kabla ya kupata ushauri wa kitaalamu. Je, unadhani teknolojia hizi ni suluhisho sahihi kwa changamoto za afya ya akili? Kwa hiyo kwa, kwa kupitia hii teknolojia huenda ikatoa suluhisho, na kama itafanywa maboresho zaidi na zaidi, nadhani manufaa yake ni makubwa zaidi. Kwanza niwapongeze chuo kikuu kwa teknolojia hii, ni nzuri, lakini wajaribu kutanua wigo wanamna gani waweze kuwafikia hawa watu wenye madhara kama haya, kwa sababu wenye madhara kama haya inaonekana ni watu wengi wenye maisha ya chini. Unaweza ukajipima popote ulipo ukiwa nyumbani, wapi, kwa sababu sasa hivi ni shughuli ni nyingi, unakosa muda wa kwenda hospitali, hivyo unaweza hata ukao umekaa tu nyumbani ukajipima. Dr. Erasto Kano ni mwanasaikolojia kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, anazungumzia teknolojia hiyo. Kwanza ni kufuatilia uh, vizuri uh, hivyo vifaa vinavyoweza kufanya kazi usahihi wake kuona, wataalamu wanaohusika na jambo hilo, lakini pia uh, kuzingatia mambo muhimu ambayo yanaboresha afya ya akili. Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM ni miongoni mwa waliogundua teknolojia hiyo ya mtu kujipima kwa kutumia simu au kompyuta, baada ya kukamilisha utafiti wao na kuweka bayana wakati wa siku ya ukubalifu jumuishi na akili unde iliyojumuisha wadau wa sekta mbalimbali mbali, na uzinduzi wake unatarajiwa kufanyika mwezi Juni mwaka huu. Joyce Mwakalinga, Azam News, Dodoma. <muchasana>